Nakupenda yani, mbio zangu zote mimi nakufukuzia wewe, sitaki kuharibu, yani nataka nikuoe kama nilivyokuambia mwanzo. Hivi huna hmm, mwanamke kweli? Hapana, mwanamke si, sina, sina mwanamke, ila niliwahi tu kuoa, na mke wangu amefariki, na ndio mbio zangu zote mimi nakufukuzia wewe, nataka nikuoe. Una nyumba hmm? Ndio, nyumba ninayo. Muongo wewe hey. Iwe, ni kweli nimedanganya. Hapana, sikudanganyi an yaani, hivi kukufuata maana yake nimekufuata nikwambia kwamba nataka mimi mke wangu kabisa. Sikudanganyi kabisa. Ana watoto huyo. Ameoa mke mkubwa kuliko yeye huyo. Kichogo.

Sasa hapo kiufupi kwamba mimi nakusubiria wewe tu maamuzi yako. Basi sawa, nisubiri nitakupa jibu. Unaona kuna stani ile tu. Asante sana mimi mpaka nini? Asikulete maneno mengi atakudanganya wewe. Oh! Usijali. Nitakupa jibu tukijalia usijali basi ah. Haya, asante taka Makame, ngoja nikimtia mikononi watanitambua.